Watazamaji wa SauTV na kusalimu popote pale ulipo, karibu katika kipindi kipya kabisa ndani ya SauTV. kipindi cha kijana na uchaguzi, kipindi ambacho kinatoa elimu na kuangazia masuala mbalimbali yanayohusu vijana katika uchaguzi, ikiwa ni wakati ambapo taifa la Tanzania linajiandaa na uchaguzi mkuu ifikapo mwezi Oktoba mwaka huu, na vijana wakiwa ni kundi muhimu kabisa wanaoangaliwa na taifa na jamii kwa ujumla. Kwa niaba ya wote watakaoshiriki katika kipindi hiki, jina langu ni Deborah Ruben mtazamaji wa Sauti TV karibu katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha vijana na uchaguzi. Sehemu hii inaitwa gumzo la vijana katika uchaguzi, ambapo tunaangazia maoni ya vijana juu ya swala zima la uchaguzi, ambapo katika siku ya leo tutaangazia swala zima la vijana na kujiandikisha. Unazungumziaje swala la kujiandikisha kama kijana? Ah, cha kwanza ule ni tunasema ni haki ya msingi ya kila kijana au kila mwananchi ambaye yupo katika nchi husika, kwa hiyo ukijiandikisha unapata fursa ya, ya kuwa mshiriki wa maendeleo ya taifa na jamii kwa ujumla. Baada ya kujiandikisha kuna umuhimu wote kura yako kushiriki katika uchaguzi? Ndio, kwa mimi naona ina umuhimu. Kivipi? Kwa sababu ukipiga kura kijana kama kijana anakuweka katika msingi wa kuwa kiongozi wa baadaye. Kwa hiyo kama kijana hmm. Nafasi ya kura yako ni ipi baada ya kujiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura? Kumchagua kiongozi ambaye ninamtaka na ambaye nimemridhia, ambaye anaweza akanletea maendeleo, kuanzia kwa mfano kama diwani katika mtaa wangu, mbunge katika nini yake, kata, wilaya na mkoa, kwa mfano na rais nchi kwa ujumla. utajuaje kama kiongozi huyu atafaa kwa kuleta maendeleo? kwa sera zake, kwa sababu kiongozi tunampima kwa sera sera ambazo zimeniridhisha ndo ambaye nitaenda kumpa kura yangu. Katika eneo lako tayari umeshajiandikisha? Ndiyo tayari nimejiandikisha. Unadhani kwa nini vijana wengi hawajiandikishi katika daftari la kudumu la kupiga kura? Ah, kwanza kwa upande wangu nadhani vijana wengi hawajiandikishi kwenye daftari la kudumu la kupiga kura kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu enzi na enzi meanza kuongozwa na chama kimoja na hakuna mabadiliko yoyote, kwa hiyo vijana wengi hawana ule uhuru wa kwamba tupige kura labda kumchagua kiongozi ambaye tunamhitaji kutokana na hiyo trendi ambayo inaendelea. Ndio maana na hiyo sababu. Dada, kulingana na, na maelezo ya kaka Waiti hapo. Ndio. Mm -hmm. Swala la nchi kuongozwa na chama kimoja kwa muda mrefu nafikiri mm -hmm, inachangia vijana wengi kuto kujihusisha kwenye swala la kujiandikisha. Kweli kwa sababu tangu yani, tangu kipindi Tanzania imepata uhuru, imeonekana kwamba chama hicho hicho kimoja kinaongoza mpaka yani, kuanzia mwaka huo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo hii inapelekea hata mtu aone umuhimu wa kupiga kura, kwa sababu hata akipiga kura apige asipige, chama kitakachoshinda ndio hicho hicho ambacho ni kila siku kinachoshinda. Hicho hicho ni hivyo, kwa maoni yangu. Uh, mimi nafikiri miongoni mwa sababu ambayo inapelekea vijana wengi kuto kupiga kura, kwanza ni siasa ambazo zinaendelea. Utakuta kiongozi ana anapokuja kugombea, si ndio? Ama kupiga sera zake, anaahidi vitu vingi, mwisho wa siku anashindwa kuvitimiza. Kwa hiyo sasa kijana anavyoona kwamba okay, ameahidi vingi, anashindwa kuvitimiza, kwa hiyo lazima kwa msimu ujao, yeye mwenyewe anaona okay, hata nikipiga kura haina msaada, kwa sababu nitampigia kura theni atakuja kutimiza kile ambacho alikiahidi na hii sumu inazidi kurithishwa kwa, kwa vijana. Mwingine atenda kumshawishi mwenzake kwamba okay, unda kupiga kura, hawa ni wanasiasa tu, umeona. Kwa hiyo ni kitu kama hicho, nafikiri hiyo ndo sababu ambayo inapelekea kwa, ni kwamba ni siasa zimekuwa ni nyingi, mtu anaahidi vitu vingi, utekelezaji unakuwa ni sifuri. Kwa hiyo kijana anaona hakuna haja, kwa sababu nitapiga kura ili, kwa sababu lengo la kumpigia kura mtu ni kwamba ili akanitimizie malengo ya vile vitu ambavyo navihitaji na nimemwamini. Sasa nimemwamini theni anashindwa kunilisha uaminifu wangu kwa kunitekelezea vile ambavyo alivyoahidi. Kwa hiyo vijana wengi wanaona haina haja ya kwenda kupiga kura. Kwa maoni yako, nini kifanyike ili vijana waweze kuhamasika kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura? Kwanza vijana wengi sana, tuacheni na mawazo potofu kwamba kura inapigwa na wazee au labda kujiandikisha ni kwa wazee, si ndio? Pili, labda ikitokea kama wenzangu hapa alivyosema, mabadiliko ya serikali, si unajua, kwa mfano kama ikitokea kuna mwaka ukashikwa na chama pinzani, nafikiri watu wengi wataenda kujitokeza kupiga kura. Lakini sasa iko chama pinzani kinashikaje kinashikaje mamlaka wakati wewe kijana ambaye unatamani iko chama kishike mamlaka, uende kupiga kura. Kwa hiyo jambo la msingi na la maana kabisa, vijana wote tuacheni na imani kwamba kura ni kwa ajili ya wazee, au kwenda kusimama kwenye kituo cha kupiga kura ni kupoteza muda Asante. Dada, kwa maoni yako, nini kifanyike vijana wa wamasiki kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la mpiga kura, ikiwa ni kigezo muhimu cha wao kuweza kushiriki uchaguzi mkuu? Kwa mimi naona kijana kama kijana yeye anabidi hawe na ule mwamko na kujua kwamba umuhimu wa kujiandikisha katika daftari la kupiga kura. Hayo yalikuwa ya ya ni maoni ya vijana katika sehemu ya kwanza, kubiliti gunge limeishia hapa. Endelea kuwa nasi kumbuka kipindi ni vijana na uchaguzi. Tukutane katika sehemu ya pili tupate mengi zaidi, mtazamaji wa SAU TV. Karibu katika sehemu nyingine ya kipindi cha vijana na uchaguzi inayojulikana kama jicho la mchambuzi. Sehemu hii itatoa ufafanuzi wa kina kutoka kwa wachambuzi mbalimbali kwenye maswala yanayohusu vijana katika uchaguzi. Katika kipindi cha leo, nimezungumza na mchambuzi Peter Nusniegra ambaye amezungumza kwa kina swala la vijana na kujiandikisha katika uchaguzi. Twende tukamsikilize changamoto zipi ambazo zinawakabili vijana katika kujiandikisha kwenye daftari la kudumu la wapiga kura? Swala so la kwanza ambalo vijana wanakabiliwa, moja ni mwamko wa kujiandikisha katika daftari la wapiga kura la kudumu la wapiga kura. mm-hmm. Ukiangalia zoezi hilo linapewa muda kidogo sana, siku kama saba na kama sio saba basi kumi na nne. Sasa ukiangalia e, taarifa za kujiandikisha zinavyokuwa zinatolewa unakuta kwamba kuna fikra ya kwamba hazitolewi kwa watu wengi sana aa, yani haziwafikii watu kwa utimilifu wake, kwa maana kwamba e, wanaona ni kama business as usual, ni mambo yale yale hayana mabadiliko. Ukiongea na vijana wanakuambia ah, kura yangu haina maana yoyote, kwa hiyo hata kujiandikisha akuoni kuna maana. Kwa hiyo mtindo mzima huo unaohusisha thamani ya kura na na, na, na, na, na, na mchakato mzima wa kujiandikisha kwa vijana walio wengi hawauoni kama ni mchakato ulio na mafanikio ya kuwaletea kile ambacho wanakiamini. Asante mchambuzi. Sasa, kutokana na changamoto hizo, ni mikakati gani ambao wadau natumia uchaguzi ambao inatekeleza ili kuhamasisha vijana wajitokeze kwenye kujiandikisha? Kwanza alitakiwa kuwa tu swala la tume, inatakiwa kuwa ni mkakati wa kitaifa. Ukiangalia dhana ya nchi Eh, kuwa na serikali mm-hmm. Kadiri tunazosonga mbele inaanza kupoteza umaarufu, kwa maana ukiangalia watu wanaojiandikisha kwenye daftari la kudumu la kupiga kura na wanaopiga kura ni vitu viwili tofauti. Nakuta watu wamejiandikisha mfano milioni ishirini lakini wanaopiga kura ni milioni kumi na moja. Hali hiyo inaendelea si katika taifa la Tanzania tu bali hata katika mataifa mengine kwamba thamani ya watu kuiona serikali yao inazidi kushuka na umaarufu wa serikali unazidi kushuka kila uchao. Kwa hiyo kumbe ni jukumu namba moja la serikali kuhakikisha kwamba, moja, inafanya yale ambayo yanafikisha e, yanaleta ma yanafanikisha malengo ya wananchi, lakini pili, viongozi wazidi kuwajibika kwa wananchi vijana wengi wanatumia mitandao ya kijamii. Kuna juhudi zozote mahususi ambazo zinatumika ili kutumia majukwaa haya kuhamasisha vijana katika ushiriki wao? Unajua, sio tu kwa vijana, ushiriki wa vijana unatakiwa kuwa mkubwa sana, kama ambavyo unafahamu kwamba taifa letu lina vijana wengi kuliko eh, kuliko kuliko eh, wengine. Ndio sasa bahati nia ni kwamba hata mitandao ya kijamii namna inavyotumika itumike katika lengo moja pana la kuwa na taifa lililo imara vile. Kwa hiyo unajikuta mitandao yenyewe au nafasi ya mitandao ya kijamii inakuwa haitumiki inavyostahili inapokuja swala la vijana kushiriki. Kwa hiyo unajikuta vijana wanakimbilia pale penye mlo, wanakimbilia mahali pa kuwapa maslahi, na hivyo unajikuta mitandao, hata kama utasema katika ukurasa wako kwamba tukapige kura, utaona eh, comment zinazofata chini pale, comment ambazo azitoe afya na azionekane. Kwa hiyo kumbe bado swala la mitandao ya kijamii na lenyewe e, ni gumu kama mambo haya ambayo nayasema hayawezi kuanza kujadiliwa na kupewa umuhimu mkubwa. Sawasawa. Sasa ni mambo gani au ni somo gani ambalo nchi ya Tanzania inaweza kujifunza kuhusu ushiriki wa vijana katika uchaguzi kutoka kwenye mataifa mengine ambayo tayari amekwisha kufanya uchaguzi mm. Moja ni kwamba lazima wawe na sera shirikishi na jumuishi zinazotatua na kuleta majawabu kwa kwa kwa mahitaji au kwa matatizo ya vijana. Yasipokuwepo hayo, inakuwashi kwamba tuhakikishe tunakuja na sera jumuishi shirikishi ambazo haziwezi zikapatikana kama hauna e, taasisi ambayo zitaweza kuwakutanisha vijana na kuja na kauli moja. E, kama ambavyo imejitokeza kipindi cha uviko, imejitokeza kipindi cha vita ya Russia na Ukraine na, na mabadiliko mengine ambayo yamesababisha kupanda kwa bei na kadhalika. Unapokuwa na timu ya vijana inayoelewa taifa lake, inayoelewa misingi ya rasilimali zake, inayopinga rushwa na ufisadi na kusimamia mifumo vizuri, wataweza kusimama kueleza kwamba, hapana, serikali yetu inafanya kazi ngumu inajithaidi ila kuna maswala mengine ambayo yanaenda nje ya mfumo wa kiserikali, ambayo ni global economy, ambayo wezi ukaivuka. Kwa hiyo ni kwa kiasi kikubwa cha namna hiyo, lazima kuanze kuwa na picha hiyo. Kwa hiyo lazima kuwepo vijana, na hilo tunajifunza kutoka nje, lakini vingine kuwa viokuwa na viongozi sikivu na serikali sikivu. Kwa mfano nchi jirani, tusingekuwa na viongozi sikivu ambao wanaweza kuwa vijana kwamba hapana, ndio tuzungumze, ndio tufanye hivi, wakajitoa kwenye matumizi ya nguvu, wakajitoa katika matumizi ya kwamba sisi ndio wenye madaraka, lazima msikilize, wakawa wanyenyekevu vya kujitosheleza, wakazungumza na vijana, nadhani hali hiyo ingekuwa mbaya kuliko ambavyo walifanya. Kuwepo mifumo huru na haki ambayo inatoa haki kwa maana ya upana wake, si tu katika uchaguzi, bali katika nyanja zote, na vijana washiriki bila kutumika na kutumiwa, ili waweze pia na wao kusimama kuliendesha taifa lao kwa kuongeza nguvu maarifa yao na mambo kama haya. Asante sana mchambuzi, ni kushukuru kwa kushiriki nasi kwa siku ya leo. Mtazamaji wa Sau TV, karibu katika sehemu nyingine ya kipindi cha vijana na uchaguzi inayoitwa Masijala, ambapo katika sehemu hii itatoa ufafanuzi na maelezo mbalimbali kutoka katika tume ya taifa ya uchaguzi. Katika Masijala siku ya leo, tutafunua sheria za uchaguzi kwa ujumla nchini Tanzania. Sheria ya kwanza ni kuhusu muundo, majukumu, utaratibu na upatikanaji wa wajumbe wa tume huru ya taifa ya uchaguzi na sifa za mkurugenzi wa uchaguzi kuweka utaratibu wa uendeshaji wa tume. Sheria ya pili ni sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani namba 1 ya mwaka 2020. Nane, ambapo Tanzania imeandaa muswada wa marekebisho ya sheria ya uchaguzi ambao unalenga kuboresha mfumo wa uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani, na miongoni mwa mambo muhimu yaliyozingatiwa ni pamoja na kuimarisha uhuru wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC, kudhibiti matumizi ya rasilimali za umma wakati wa kampeni, kuboresha daftari la wapiga kura kwa uwazi zaidi kuweka muda maalumu wa kuwasilisha na kuamua rufaa za uchaguzi, kusimamia vizuri kampeni na matangazo ili kuzuia uvunjaji wa maadili ya uchaguzi. Sheria nyingine ya sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi ya nambari mbili ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne ikiwa imelenga kuanzishwa muundo, na majukumu ya tume huru ya taifa ya uchaguzi, sekretariati ya tume huru ya taifa ya uchaguzi masharti ya fedha ikiwemo fedha za uendeshaji wa tume, gharama kulipwa kutoka mfuko mkuu, hazina ya serikali, hesabu za ukaguzi, pamoja na masuala mengine. Sheria nyingine ni sheria ya taifa ya uchaguzi sura ya 343, sheria ya uchaguzi wa serikali za mitaa sura ya 292, sheria ya gharama za uchaguzi toleo la mwaka 2015, sheria ya uchaguzi zeki namba 4, sheria ya afisi ya tume zeki namba 1 ya 2017, rasimu ya pili ya katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ya mwaka 2015. Na kumi na tatu, katiba inayopendekezwa, katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Mtazamaji, hizo ndizo sheria za tume huru ya taifa ya uchaguzi. Hadi kufikia hapo, tunafunika masijala kwa siku ya leo. Je, kura ya kijana ina nguvu ya kweli ya kuleta mabadiliko katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 nchini Tanzania? Tupatie maoni yako kupitia uwanja wa comment, mtazamaji wa SauTV. Kufikia hapo, sina la ziada katika kipindi hiki cha Kijana na Uchaguzi. Kwa hayo na mengine mengi, tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii: Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube kwa jina moja tu la SauTV TZ. Jina langu ni Debora Ruben.